Makinikia ya habari. Heka ya fupi ya Oscar Kambona, mshirika mkubwa wa Mwalimu Nyerere, aliyekimbilia uhamishoni. Oscar Salathiel Kambona alizaliwa Agosti 13 mwaka 1928, katika kijiji cha Kwambe, karibu na Mbamba Bay, wilayani Mbinga, mkoani Ruvuma. Alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri waliochangia harakati za uhuru wa Tanganyika na mshirika mkuu wa Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baada ya uhuru, Kambona alishikilia nyadhifa muhimu, zikiwemo Waziri wa Mambo ya Nje na Katibu Mkuu wa chama cha TANU, akiwa na ushawishi mkubwa serikalini na kupendwa sana na wananchi. Lakini tarehe 26 Julai mwaka 1967, kutokana na tofauti za kiitikadi kuhusu Azimio la Arusha, Kambona alijiuzulu ghafla na kutorokea Uingereza kupitia nchini Kenya. Huko alikaa uhamishoni akiendelea kuikosoa serikali ya Nyerere kwa miaka mingi. Kabla ya tukio hilo, Kambona alipendwa mno kiasi kwamba aliporejea nchini kutoka Uholanzi Juni 28 mwaka 1966, baada ya miezi sita ya matibabu alipata mapokezi ya kihistoria katika uwanja wa ndege wa Dar es Salaam. Zaidi ya wananchi elfu kumi waliokuwa wakimsubiri walilipuka kwa furaha, wakiimba, kucheza na kupiga ngoma kwa shangwe. Akapokewa rasmi na Makamu wa Pili wa Rais, Rashidi Mfaume Kawawa, mawaziri, viongozi wa serikali na wanadiplomasia mbalimbali mbali. Wabunge walimbeba juu juu begani huku wakiwa wamevishwa mashada ya maua, wakimtembeza kwa furaha katikati ya umati wa watu. Mwanzoni mwa miaka 1990 Kambona alirejea Tanzania kujaribu kufufua siasa zake kupitia chama cha TADEA, lakini hakufanikiwa kurejesha umaarufu wake wa zamani. Aliaga dunia Juni tatu mwaka 1997 mjini London Uingereza, na baadaye kuzikwa Tanzania, akiandika ukurasa wa mwisho wa kiongozi aliyeanza kwa umaarufu na kumalizia kwa utulivu. Makinikia ya Habari. Msimulizi wako ni mimi Bakari Majeshi.